Andreas Pirlo, kazi ya ubongo na uhusiano halisi na miguu yake. Anasimulia Kevin Prince Boateng: siku ya kwanza nikiwa uwanja wa mazoezi na AC Milan, kila Andreas Pirlo alipogusa mpira mguuni, nilipiga kelele kwa nguvu ili anipasie: Andreas nipasie, Andreas nipasie, nipasie. Nilifanya hivyo kila muda Andreas Pirlo alipogusa mpira. Baada ya mazoezi kuisha, alinifuata akiambatana na Seedorf. Lugha ya Kiingereza ilimpiga chenga Pilo, hivyo alizungumza na Sidolf Kiitaliano, kisha Sidolf akanambia, anasema usipige kelele ukiwa uwanjani. Taharuki ilitanda kwenye fikra zangu, nikijaribu kuwaza Andres Pilo anajaribu kumaanisha nini. Sidolf aliendelea, anasema ukipiga kelele maadui watajua kama upo huru kupasiwa, lakini ukiwa huru kupasiwa mimi nitakuona na kukupasia. Tangu siku hiyo Kevin Prince Boateng anasema hakuwahi kupiga tena kelele mazoezini. Andreas Pirlo binadamu aliyohusudu matumizi makubwa ya akili na kuzijua njia za mshambuliaji wake kama kahaba anavyovijua vyumba vya kulala vya bei rahisi. Hii ndiyo stori ya kiungwa aliyoifanya kazi ya deep lying playmaker kutambulika duniani akiwa kwenye uzi wa Inter Milani. Mwanzo wa maisha yake ya soka Andreas Pirlo alitumika kama namba kumi kwa kuwa nguvu na stamina Havikuwa miongoni mwa vitu alivyobarikiwa. Pirlo alionekana mchezaji wa kawaida hadi jicho la Don Carlo Ancelotti lilipoona kitu cha pekee kutoka kwake. Usajili wake ulizihakiwa na wanaafidhina kutoka AC Milan, eti mchezaji goigoi kwenye eneo la kiungo. Hawakujua Don Carlo Ancelotti alikuwa na waza nini. Kutua kwa Andres Pirlo kukafanya Gattuso kuwa na jukumu moja tu la kukaba, kisha Andres Pirlo kuchezesha timu kutokea chini. Pasi za anasa ziliwafanya wapinzani kuishi ndani ya chumba cha giza na kukiri mateso ya msalaba. Ulizidi uzito baada ya Simelani kushindwa kumwongezea mkataba mpya wakidai umri umemtupa mkono. Andreas Pirlo alijiunga na Juventus na kuunda muunganiko bora na Paul Pogba pamoja na Arturo Vidal. Hapo ndipo Andreas Pirlo alifanya utakaso rasmi wa kutambulika kwa deep line Midfielder. Kombe la Dunia, escudeto tatu, UEFA mbili zinamfanya kuwa miongoni mwa viungo bora kuwahi kushuhudiwa kwenye uso wa dunia.